Mambo vipi wewe mtazamaji wetu wa nguvu wa Blue House Dax Media? Karibu sana tujadili taarifa ambazo zimeza kuteka zimeweza kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii na hivi leo ukipitia katika peji ya mtandao wa Instagram, utakuta Mwijaku kuna kitu ambacho ameweza kukiposti kuhusiana na Diamond Platinumz mapema siku ya leo. Sasa mitanuku kile kitu ambacho ameweza kukiandika kufuatia peji yake, ukipitia katika peji yake mapema siku ya leo, ikiwa ni masaa mawili tu ameweza kupita DC Mwijaku ameweza kumchana Diamond Platnumz kwa kile, kwa ile show yake ambayo ameweza kuifanya huko Marekani, lakini pia tumeweza kuona juzi kati hapa Diamond Platnumz pia ameweza kupata exclusive interview na jarida kubwa la kuchapisha habari ambalo linajulikana kama Fox, ambapo ameweza kujipatia umaarufu kusema kweli kwa kitu ambacho amezidi kukifanya, moja kati ya performance zake ambazo umezifanya zimeweza kuzua gumzo sana kufuatia pages na mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa mimi ngoja ninukuu kile ambacho ameweza kuandika DC Mwijaku kufuatia page yake na mtandao wake wa Instagram. Ukiangalia DC Mwijaku ameweza kuandika kwamba, Mwambino, acha kujidanganya, unanunua tuzo na, una, na unajiandalia mazingira ya kuipokea. Yani sijui lakini, utakuwa wewe ni mpumbavu sana Mwambino. Hapo USA ameenda Davido, ameenda Wizkid Hujaona wamefanya huo upumbavu? Badilika, acha utoto. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika DC Mwijaku kufuatia peji yake na mtandao wake wa Instagram. Sasa alikuwa anapitia baadhi ya comments za wadau katika upande wa comment section eh, Karima Story aliweza kumjibisha hapa, niliona comment yake imeweza kupata likes 198 eh, akaweza kusema kwamba Mwijaku, YouTube tuzo hununui, namba zinasoma milioni kumi subscribers. Lakini huyu hapa anaitwa Mpinas Kidi yakaweza kusema kwamba hili jamaa huyu hapa mwingine anaitwa Jesus Cousin. Yakaweza kusema kwamba emzingatia, eh ameweza <laughs> kuandika maneno yenye ukali kidogo. Sasa huyu mwingine anaitwa Kiredio, yakaweza kusema kwamba sema leo kaka, acha nikupinge bwana. YouTube, ukifikisha subscribers laki moja unapewa tuzo ya kwanza. Hata hiyo mimi ninayo tuzo inayofuata ni subscribers milio, milioni moja then unafata subscribers milioni kumi ambayo ndio Diamond kapewa maana ya juzi juzi tu hapo inayofuata, kama tukifikisha milioni 50 then milioni mia moja Sema si ina, unajua umebadilika ime, umeandika ili watu wajue safi aina shida. Lakini mwingine anaitwa Kado Tized akaweza kuandika kwamba tunajua akili za Mwijaku zipo eh, makalioni like hapo kwa hiyo ameweza kumtukana kwa namna yake. Huyu mwingine anaitwa Sirkak akaweza kusema kwamba wenye hofu ya Mungu tujuane ni maana watu wamelike zaidi ya watu 244. Huyu mwingine anaitwa Donfumbwe akaweza kusema kwamba ungeendelea kuchezea vieta mzee, akamalizana na hivyo lakini. Huyu mwingine anaitwa Cox dawa yao akaweza kusema kwamba du huyu mtu. Huyu mwingine anaitwa Kendrick Fabric akaweza kusema kwamba unachokifanya ni sawa na kumwibia bakresa mkate kwenye gala Haya, huyu <laughs> mwingine akaweza kusema kwamba shepu lako linakusumbua sasa. Nimeona ameweza kumtukana kwa namna moja ama namna nyingine. Kumbuka kwamba hivi siku za karibuni Mwijaku eh, watu wengi wamekuwa wakimsema na kumshutumu kwamba ni mwanaume mwenye makalio makubwa, kwa hiyo ni matusi ya kaina yake. Lakini huyu mwingine eh, yeye yeah, akaweza kusema kwamba mwambie Ali Kiba akajinunulie tuone kama ataweza huyu mwingine akaweza kumpandia hewani akamwambia kwamba kwa hiyo kwa wale subscribers milio, milioni kumi ni matako yako yale. Nimeona matusi ya watu kweli, wakimtukana matusi ya nguoni kabisa. Lakini huyu mwingine anaitwa Mr Cool underscore King yakaweza kusema kwamba Mwijaku, kama kuna vitu hujui kaa kimya, usitie, usitie comment. YouTube ni utaratibu wao. Eh, huo na kuna tuzo za silver lakini pia kwa subscribers laki moja lakini pia kuna tu, tuna tuzo ya gold kwa subscribers milioni moja na ukifikisha subscribers milioni kumi unapewa eh, ya diamond. Hizo tuzo zinaitwa YouTube play button. Eh, lakini huyo mwingine akaweza kuandika kwa, kwa, kwa kwamba ushampikia chai mume wako kwanza. <laughs> Matusi ya watu ya ngoni kabisa. Lakini huyo wa mwisho anaweza kusema kwamba waendelea tu kukuza makalio, wenzako wanakuza brandi kama una uwezo wa kujinunulia tuzo, maana yake ni bilionea sasa. Ameweza kuandika maneno magumu kweli kweli, ambayo siwezi nikayataja. Hebu endelea kutufuatilia kupitia channel yetu, subscribe ili wa kwanza kupata video zetu kila wakati na kila muda. Mimi yeah. Yeah.